Akinadi sera zake, mgombea wa urais kupitia chama cha ADA-TADEA miongoni mwa vitu ambavyo amevitaja ni pamoja na kuruhusu uhuru wa kutoa maoni kwa wananchi na kuyafanyia kazi. Mtu yoyote duniani akijifungia ndani bila kusikiliza mawazo ya watu wake, atakuwa anawafanyia vibaya watu wake. Mwalimu Nyerere siku moja alisema, lazima msikilize watu wanasema nini Msiposikiliza watu wanasema nini, kuna siku mtalii ya kifo ambacho mtu wa kuwanyamazisha hatapatikana. Kwa hiyo sisi ADATADEA tunasikiliza wananchi wanataka nini. Na kisha akaeleza baadhi ya mambo ambayo ataanza nayo katika siku kumi baada ya kuingia Ikulu. Katika siku kumi tu tukiingia madarakani, tutakuwa na tume ya kupata katiba bora ambayo itakuwa na mashiko. La pili, tukishakamata madaraka katika muda wa siku kumi tu tata, tutateua katiba ya kurekebisha sheria kandamizi. Tunataka wananchi wawe huru. Ili wananchi wawe huru, lazima sheria ziwe zenye kuwahakikishia wanapata uhuru. Kwa hiyo hilo itakuwa jambo la pili kuhakikisha kwamba tunahakikisha ni lazima tume hiyo inafanya kazi na hii tupate mapinduzi ya njano. Tume ya tatu katika siku kumi itateuliwa kufanya mapitio ya shughuli zote za kiuchumi nchini, masuala ya madini, masuala ya kilimo, masuala ya nini, ili kutengeneza kitu ambacho kitafanyiwa kazi vizuri na chama cha ADA-TADEA. Huu ni mwendelezo wa kampeni za urais kupitia vyama mbalimbali mbali, ambapo kila mgombea ananadi na kueleza yale ambayo yatawavutia wananchi ili kuhakikisha wanawashawishi ili wawachague Oktoba 29 mwaka huu. Joyce Mwakalinga FM.